wa mchezo eh, angalau mara moja kabla ya siku ya mchezo. Siku ya mchezo ni kesho, na leo ni tarehe 24, na kanuni ile ina inasema kwamba ni muda ule wa mchezo ambapo, kwa mujibu wa ratiba yetu, mchezo utafanyika saa 11 jioni. Kwa hiyo saa 11 jioni ya leo ndio muda wa kikanuni wa timu eh, mgeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini nimetumia neno wanaruhusiwa, halazimishi kwenda kufanya mazoezi. Baada ya hapa, kuna kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya mchezo. Kwenye kile kikao eh, timu zote mbili zinakuwepo na inawezekana uamuzi wa wao eh, kwenda kufanya mazoezi au kutokwenda unaweza ukawa communicated huko. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa ninachoweza kusema ama kuwajua <muchilio>